Hiki ni kisiwa cha midoli ambacho kinapatikana kwenye mji wa Mesco na ushauriwi kutembelea kwa kuwa huko kuna mambo ya ajabu na ya kishetani ambayo yanaendelea. Tukirudi katika historia miaka nyuma, kuna jamaa ambaye alikuwa anaishi. Huyu jamaa alikuwa anaitwa Don Julian Santana ambaye aliishi katika iko kisiwa, ila siku moja moja alikuta alikuta mwili wa mtoto wa umekufa na na pembeni yake alikuta mdoli na alichokiamua yeye, aliamua kuchukua ule mdoli na moja kwa moja kuuning'iniza kwenye mti, na hii ikiwa ishara kwamba kuepuka mabalaa ambayo amemkuta yule mtoto. Ila baada ya muda kwenda, alishangaa kwamba kuna sauti na kelele za ajabu usiku zinalia na miruzi ya ajabu. Akaamua kuchukua midoli mingi ambayo anaikuta na kuining'iniza, na kila siku alikuwa anakuta midoli ikabidi ananing'iniza kwenye mti. Na baada ya muda mrefu kukaa, kuna midoli mingi sana ambayo imening'inizwa kwenye mti, na hii ikapelekea kwamba kisiwa hiki watu wote kuanza kukiogopa kwa kuwa kuna midoli mingi ambayo haijulikani wa imetokea wapi. Ila jamani aliendelea kuishi katika hiki kisiwa na ponapona yake ilikuwa ni yeye kuning'iniza midoli juu ya mti. Ila siku moja jamaa alikutwa amekufa na alikufa ile sehemu ambapo alimkuta yule binti ambaye alikuwa amekufa, na tangu muda huo watu wote wanaamini kwamba hiki kisiwa ni cha ajabu, na ukiingia humu unahatarisha maisha yako, unaweza ukapata kifo na matatizo ya ajabu.